Mtazamaji, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka 2025, ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu kwenye taswira wiki ya runinga ya Alshifa. Kumbuka anaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook at Alshifa digital Kenya, YouTube at Alshifa television Kenya, Kenya television Instagram, TikTok na X at Alshifa media Kenya. Hujambo na karibu, naitwa Yasir Leo. na tukianza na taarifa kuu, ni kwamba wanaharakati mjini Mombasa wamekashifu vikali kitendo cha kunyanyasa demokrasia pamoja na kupinga vikali kile kinachoshuhudiwa nchini jirani ambayo ni Tanzania, wakisema hali ya usalama imedorora wakati wa uchaguzi. Hata hivyo, wametaja kuwa kitendo hicho ni ukiukaji wa haki za kibinadamu. Tunaona kwamba nchi hiyo imekuwa na vurugu kwa sababu wananchi wanaweza ku exercise haki zao za kidemokrasia Kile pia tunachokiona Tanzania ni kwamba imefika wakati ambapo Wanatanzania wamechoka kuweza kupelekwa vile ambavyo uh, chama tawala kimekuwa kikiwapeleka. Na kufikia hivi sasa habari tunazozipata ni kwamba kumekuwa na majeruhi wengi sana na vifo pia vya watu ambao kwamba idadi kamili hatujaweza kuipata. Sisi kama wanawake tunapenda kusema hivi: Mama Samia wewe ni mwanamke kama sisi wanawake wenzako, na tunajua hulka ya mwanamke. Katika mahali kokote ambako kuna vurugu, huwa mwanamke analeta amani na suluhu, kama vile jina lako linavyosema. Kama wananchi wana malalamishi, kile ambacho wanaweza kufanya ni kuwasikiza yale malalamishi yao na kufuata yale matakwa yao ili kuavoid kuwa na rapsha na kupoteza maisha ya watu zaidi ya vile watu wameweza kupoteza maisha yao. Kwa hivyo tunachokitarajia kutoka kwako mama ni utumie busara yako kama mwanamke, ni utumie hikma yako kama mama, ili uweze kuleta suluhu katika nchi jirani ya Tanzania na, hivi, na hii rapsha iweze kuzuilika vilevile. Pia ni utambue kwamba sisi kama wanawake tulikuwa tunakuchukulia wewe kama kiegezo. Kwa hivyo usituharibie sifa ya wanawake kwa kutotafakari yale maovu ambayo yanatendeka eh, katika nchi jirani ambayo ni nchi yako, kwa sababu ya watu kuamua kwamba wanataka demokrasia na kubadilishwa kwa katiba ambayo wanapitia. Ni mambo ambayo sisi tumepitia kwa muda, lakini tumesimama gangari. Jambo ninaweza sema ni kwamba mama ametuangusha na ametuangusha vibaya sana. Tulikuwa na matumaini kama wanawake ya kwamba uh, mama Suluhu alipokuwa president ukasema kumbe kunalo tumaini ya kwamba kina mama pia tuwajiweza na tuweza kufanya nini, kuongoza nchi, lakini kama vile mnaona kunaendelea, ameharibu kazi zile ambazo tumefanya kama wanawake, ili kufaitia tu rights zetu za sisi pia kuwa viongozi. E, jambo la msingi ambalo tunafaa tunafaa, kufanya kama wananchi wa, wa Kenya ni kusimama in solidarity. Ukumbuke cha mwenzako uh, kikinyolewa chako kitie maji. Mjue pia sisi tunaelekea msimu wa election eh, na mambo yanayofanyika Tanzania pia sisi tuwe tayari kwa sababu eh, ikiwa uh, imefika mahali ame, amezima internet, hatuwezi pata the correct information. Kuna a lot of misinformation and disinformation ambayo haisaidii. Uh, kitu tunaweza sema kama wananchi wa Kenya ni kujitayarisha. Uh, kwa sababu 2027 ni kama wanasoma kitabu kitabu moja. Mimi kama Gen Z natambua fikra ya kwamba tunafuata haki yetu katika katiba ya Afrika Mashariki, ya kwamba tuna haki ya kuandamana. Hivyo basi ningependa sana kuaju wale Gen Z wenzangu pale Tanzania waweze kuhakikisha ya kwamba tunaandamana kwa amani kwa sababu at the end of the day we are still needed by the society. We are still needed by everyone. Na kwingineko, takriban wiki mbili baada ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kufariki, nyufa tayari zinaibuka kuhusu uongozi wa chama hicho kaunti ya Kwale. Kulingana na wanachama, uongozi wa ODM ulipaswa kutoa mwelekeo wa jinsi wanachama wangeshiriki katika mazishi ya Raila na hata kutoa rambirambi kwa familia, lakini tangu wakati huo hakuna kilichofanyika na kuwacha wafuasi wa mashinani wakiwa wamechanganyikiwa kuhusu mustakabali wa chama hicho na misimamo yake ya kisiasa. Aidha, mwenyekiti wa chama hicho Abdalla Mambo alionya kuwa ikiwa hali hiyo itaendelea, mtego wa kisiasa wa ODM huko Kwale unaweza kudhoofika. Hata hivyo, wito wa marekebisho umetolewa kwa uongozi wa kaunti hiyo ili kurejesha imani na kurekebisha chama kwa maadili ya hayati Raila Odinga. Hii ni warning tunawapatia sisi, tunawaangalia ODM ya Kwale. ni Msambweni na Msambweni ndio ODM. na tunawaambia if they not change, tutaleta mabadiliko hapa ndani na sio sio mbali sana kwa sababu hatutaki uongozi wa kutulia, hatutaki uongozi ambao hauna mwelekeo. Ifu mambo yakiwa mabaya sana, sisi tutaanza vuguvugu vugu la kubadilisha hiyo na itawezekana. Hatutaki viongozi ambao wanakaa, wana, wana wana tu na sisi hatujui right, yes. Na siasa imeanza, nataka waje mashinani waeleze. Sasa hivi tuko na program ya kwenda polling stations. Tutaenda polling stations namna gani? wananchi kule kwa polling stations wanatuuliza lakini kuchukua uongozi alafu wewe unakimbia peke yako ukapiga picha na, na, na, na Ida hiyo, sisi haitusaidii tunataka utupatie mkakati, ndio tunajua. you guys are beautiful nini, wasichana mmeumbika, mko na mili mizuri, tumetosheka na hiyo mili yenu, unaona. sasa hivi tunataka kufanywa kazi, hatutaki. this is not a beauty contest, hii si si mambo ya kuonesha urembo, unaona. kwa hivyo tunasema sisi tunawapatia onyo, if you don't change, tutabadilisha hiyo. Sisi pili, tuna masikitiko na, so, si, si, we na viongozi wetu Uh, mheshimiwa Fatuma Masito mheshimiwa Isa Boy kama viongozi na majemedari wa chama hiki walifaa kutupatia nguvu thabiti kuhakikisha kuwa sisi tunaungana kwa pamoja na tunaenda kupeleka rambirambi zetu kule Bondo, tunaenda kupeleka rambirambi zetu pale kule Opodo Farm. Lakini mpaka kufikia saa hii tunashangaa, uh, tunaona picha, uh, uh, mama Adija Ngala kule anaenda na watu wake, hatuwajui watu wao ni kina nani tunashangaa wanaenda kule kina Imelda, hatujui watu wake ni kina nani. Wao waliposikia kifo walikuwa waje na sisi, watuletea gari moja, tukatikia baba. Kwa hiyo sisi tunasikia uchungu sana kama watu wa sub county ya Msambweni kupitia chamani wetu mheshimiwa Mambo. Kwa hiyo sisi tumepanga sisi tutaingia Bondo, tutakwenda Bondo kama watu wa Msambweni. Na mtazamaji, mashirika ya Kiislamu na viongozi wa kidini wakishirikiana na Voice of Palestine wamejitokeza katika juhudi za kuandaa hafla ya kuchangisha fedha kwa waathiriwa wa Palestina kwenye pigano zinazoendelea. Hafla hiyo imeratibiwa kufanyika tarehe nane mwezi Novemba kwenye uwanja wa Mama Ngina Waterfront mjini Mombasa. Mwanahabari wetu Monika Mweke ana mengi zaidi. Mashirika zote za Kiislamu zimeungana pamoja ili tuweze kupanda miti hapa Kenya na pia kusaidia watu wa Gaza, wapate pesa ya matibabu. Wakizungumza mjini Mombasa, viongozi hao wa kidini walisisitiza haja ya mchango huo wakisema kwamba utasaidia walioathirika wa katika vita vinavyoendelea kupata matibabu huku wakieleza kuwa wana kibali cha kufanya mchango huo kutoka kwa Voice of Palestine. Hafla hiyo inatarajiwa kuchangisha kima cha milioni 30. Tuchukua fursa hii kualika Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Tunaelewa mauaji ya halaiki yanaendelea pale Gaza na kila kukicha kuna mtu anapoteza maisha yake kwa njia ambayo si ya halali. Tunawaalika watu wote tukutane pale Mamangina Waterfront tarehe nane Novemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano kuanzia saa mbili na nusu. Kwanza tunatoa support katika mchakato kama huu ambao kwamba tayari tumeuanzisha, wasisi kuwachangia wenzetu walioko Gaza au walioko Palestine. Tunaweza tukasema Mombasa County imefuata vigezo vyote ikishirikiana na Voice of Palestine kuchukua hatua ya kulisupport jambo kama hili. Tayari tuko na kibali ya kufanya mchango kama huu. Baadhi ya shughuli zinazotarajiwa kufanyika siku hiyo ni pamoja na upanzi wa miti na msafara wa kutoka Uhuru Gardens hadi uwanja wa Mangina. Kutakuwa na matembezi kuanzia mapembeni ikielekea Mamangina Waterfront. Nyote mnakaribishwa na hii ni siku ya kuchangia Palestina wapate pesa ya matibabu na pia tutakuwa tunachangia Uh, upandaji wa miti ambayo tuna mradi wa kupanda miti elfu kumi katika kaunti ya Mombasa. Karibuni nyote na we look forward to be with you on that day. Vilevile viongozi hao waliwahakikishia watakaohudhuria hafla hiyo kwamba usalama utaimarishwa zaidi ili zoezi hilo likamilike salama. Target ya hii la hili ni kuchangisha milioni 30. Inshallah, Mungu atatuwezesha tutachangisha zaidi ya 30 milioni. Mungu kwa uwezo wake, Allah subhanahu wa taala atatuwezesha sisi. Hiyo tarehe, hili jambo litakuwa kwani, security itakuwa iko hapo, kutakuwa polisi, watakuwa hapo present, watakuwa pia mapolisi kwa upande wa county inspectorate itakuwa present. Kwa hivyo, kwa wanadada ama kwa watoto musiwe na wasiwasi kwani security itakuwa iko hapo TV, mimi mweke. Mtazamaji tuelekee kaunti 003 ambapo kituo cha utafiti na mafunzo cha mifumo ya ekolojia ya pwani na bahari ilipokea vifaa vya utafiti vyenye thamani ya shilingi milioni 0 st kutoka kwa mradi wa Generative Seascape for People and Climate and Nature. Wetu Hanifa Yusuf amekuandalia taarifa Vifaa hivyo ambavyo ni pamoja na darubini, kamera na vifaa vya baharini vinatarajiwa kuimarisha uwezo wa kituo mjini Malindi kutoa mafunzo na kuwezesha jamii katika utafiti wa wanyamapori na uhifadhi wa mazingira. Today we received equipment worth 6 million from the International Union for Conservation of Nature. Equipment that is going to help in research and monitoring

Aidha, msaada huo ulikabidhiwa rasmi kwa maafisa wakuu wa taasisi ya utafiti na mafunzo ya wanyamapori WRTI na maafisa wa resi wakiongozwa na meneja wa mpango wa ustahimilivu wa pwani na bahari wa Umoja wa Kimataifa wa Uhifadhi wa Mazingira IUCN, Bwana Francis Okalo. So the kind of support that we've uh, put uh, in this training center is actually needed to elevate uh, the mandate of the institute and this has been uh, generally funded through the RACI project that is uh, a uh, joint project that is being implemented by IUCN, Mission Inclusion and Growth Kenya with funding from Global Affairs Canada. So we are advancing uh, area-based management, uh, management, uh, nature-based solutions and also regenerative blue economy. Nikiripoti ya runinga ya Alshifa, mimi ni Hanifa Yusuf. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kilifi, tunapata pumziko fupi, lakini utarejea na habari za kimataifa na spoti, usiende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook at Alshifaa Digital Kenya, YouTube at Alshifaa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifaa Media Kenya na kimataifa mtazamaji, ni kwamba mvutano umeibuka katika mpaka wa Namanga baada ya kundi la vijana wa Kitanzania kufanya maandamano wakipiga dosari zinazodaiwa kujitokeza katika uchaguzi mkuu uliomalizika hivi karibuni. Maandamano hayo yalianza kwa amani, yalivutia umakini wa maafisa wa usalama ambao waliimarisha doria katika pande zote mbili za mpaka wa Tanzania na Kenya ili kuzuia hali isiweze kudorora. Waandamanaji hao wamelaumu tume wa uchaguzi kwa madai ya kuchezea matokeo ya kura na kuwazuia mawakala wa vyama vya upinzani kuingia katika vituo vya kuhesabu kura. Polisi nchini Tanzania wameripotiwa kuwatawanya waandamanaji hao ili kuzuia vurugu kuenea, huku mamlaka za Kenya zikichukua hatua za muda za kudhibiti uhamiaji mpakani kwa ajili ya kudumisha usalama. Mtazamaji, tuangazie spoti ambapo bodi ya timu inayoshiriki ligi kuu nchini APS Bomet imeanza uchunguzi na kuwachunguza walinda lango na mabeki wao katika harakati inayohusishwa na upangaji wa matokeo ya mechi yani match fixing. timu hiyo imesemekana kuwa ikiruhusu bao katika mechi zao hasa kipindi cha kwanza chini ya dakika kumi. Tukio la hivi karibuni ikiwa na wakati wa mechi ya ligi kuu nchini dhidi ya timu ya Kakamega Homeboys wakipiga mabao mawili kwa sifuri, bao hilo wakifungwa chini ya dakika kumi za kipindi cha kwanza. Hata hivyo uchunguzi umepania kuweka wazi uwezekano wa kuwa na upangaji wa matokeo za mechi hiyo. Na hayo ya kijiri ni kuwa timu ya Marashuga FC pia nao wamemsimamisha kazi kwa muda goalkeeper wao Steve Otieno siku chache tu baada ya mechi iliyotoka sare ya mabao mawili kwa mawili dhidi ya Sofapaka madai ikiwa ni upangaji wa matokeo ya mechi. Na kwingineko ni kwa draw ya vijana wasiozidi umri wa miaka 17 kwenye shindano la Africa Cup of Nations ukanda wa Afrika Mashariki, yani Sekafa imefanyika hii leo katika mji wa Kampala, Uganda. Timu kumi sasa zinatarajiwa kupigania ushindi wa ukanda huu huku michezo hiyo ikiwa imepaniwa kung'oa nanga Ethiopia tarehe 15 mwezi Novemba mwaka huu. Wenyeji Ethiopia watakuwa wanajaribu kuwapiku mabingwa tetezi Uganda, huku pia mataifa ya Kenya, Sudan, Sudan Kusini, Burundi, Tanzania, Rwanda, Somalia na Jibuti wakiwakilisha katika michezo hiyo. Mtazamaji, tuelekee ugaibuni ambapo kiungo wa Napoli na timu ya taifa ya Ubelgiji Kevin De Bruyne anaweza kukosa kombe la dunia la mwaka 2026 la Marekani. De Bruyne alipata jeraha la msuli katika mechi ya ligi ya, ya Italia Serie A baada ya kufunga penalti na ripoti zinasema kuwa kiungo huyo mwenye umri wa miaka 34 yuko hatarini ya kukosa michuano hiyo na klabu ya Juventus imemwajiri kocha wa zamani wa klabu ya Napoli Luciano Spalletti. Kocha huyo anachukua mikoba aliyoacha Igor Tudor baada ya kupigwa kalamu na klabu hiyo. Aidha, baada ya kuigura Napoli, Luciano Spalletti alisema kwamba hatawai kuifunza timu nyingine yoyote ya Italia. Na kufikia hapo, mtazamaji, sina la ziada. Kwa niaba ya watu waliofanikisha habari hizi, mhariri alikuwa ni Mwanaisha Mohamed, nyuma ya kamera ni Dennis Maina. Yasir Lewa.